Tapa wafanya mkutano mkwani Iringa kwa, kwa mara ya kwanza baada ya miaka tisa tangu kuanzishwa kwake. Nyusani kuishitaki serikali ya tambu kwa kuchochea maandamano. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Lameki Kigahe. Wanachama wa chama cha wanasaikolojia Tanzania yani Tapa wamefanya kongamano la pili la kisayansi na mkutano wa tisa wa chama hicho kwa mara ya kwanza mkoani Iringa baada ya miaka tisa tangu kianzishwe chama hicho. Mwanahabari wetu Salmani Mbega ana undani wa taarifa hii. Akizungumza katika mkutano huo, mwakilishi wa mgeni rasmi, katibu msaidizi mkoa wa Iringa, Nuru Sovela, anawapongeza viongozi wa Tapa na wanachama wa Tapa kwa juhudi ambazo wameweka ili kufanikisha mkutano huo. Naomba nitumie fursa hii kuwapongezeni viongozi wa Tapa na wanatapa wote kwa kufanikisha kuwepo kwa kongamano na mkutano huu mkubwa kabisa wa kitaaluma katika mkoa wetu wa Iringa, na kwa kila kitu mnachofanya kwa ajili ya maendeleo ya ustawi wa jamii yetu ya Kitanzania. Ndugu viongozi na wanachama, pamoja na wageni mbalimbali walikwa Nimesikia kupitia hotuba yenu kwamba kauli mbiu ya kongamano hili aa, na mkutano huu ni saikolojia kwa jamii yenye afya, kuziba mapengo katika utafiti na huduma za sera binafsi. Ninatambua na kuheshimu nafasi ya wanasaikolojia si tu katika afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia kwa jamii, bali ni katika maendeleo ya mtu mmoja moja familia jamii na taifa letu kwa ujumla. Nao baadhi ya viongozi na wataalamu wa saikolojia wameeleza lengo la mkutano huo uliokuwa na kauli mbiu inayosema saikolojia kwa jamii ni afya kuziba mapengo ya utafiti na huduma za sera. Tupo hapa mjini Iringa kwa siku mbili kuanzia leo tarehe kumi na mbili na kesho tarehe kumi na tatu ya mwezi wa sita 2025 kwa ajili ya kufanya kongamano la pili la kisayansi pamoja na mkutano wa tisa mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Saikolojia Tanzania ambao unaongozwa na dhima ya saikolojia kwa jamii yenye afya kuziba mapengo kwenye tafiti huduma pamoja na sera. Lengo la kuwepo hapa ni kwa ajili ya kuweza kukutana wanasaikolojia wanachama pamoja na wadau mbalimbali wa huduma za kisaikolojia nchini Tanzania pamoja na sehemu zingine kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kufanya hilo kongamano ambalo linakuwa na mijadala na mawasilisho mbalimbali yanayohusiana na saikolojia kama sayansi huduma, lakini pia kama uh, taaluma au sayansi, lakini pia jambo la pili ni kuweza kufanya mkutano mkuu wa mwaka ambao ni mkutano unaotukutanisha kwa pamoja kuweza kujadili na kutathimini kile ambacho tumekifanya ndani ya mwaka mmoja, kwa sababu miaka yetu huwa unaanza mwezi wa saba tarehe moja hadi mwezi wa sita tarehe thelathini kuweza kutathimini ni kipi ambacho tumekifanya kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano na kupanga mpango mkakati mingine kwa ajili ya mwaka unaofata. Leo hii nitawasilisha utafiti kuhusu uhamishwaji shuruti wa watu na madhara katika afya ya akili na ustawi wa mtu kama mtu. Sasa uhamishwaji wa, uh, wa watu unapomhamisha mtu, kuna ile hali tunaita nyumbani. Sasa nyumbani sio nyumba, nyumba inamfanya mtu kile yeye E, anajipa ile tunaita identity, au yeye ni nani hata kama ni chini ya mti, hata kama popote pale ambapo anajisikia salama, ambapo ana marafiki, ambapo ana ndugu walio karibu e, anaweza kupata anajua ameshatengeneza mifumo, anapata wapi huduma za jamii, na hivi ndivyo jinsi mkutano wa ya taarifa yake Salma Mbega, inatukamilishia habari za kitaifa. tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazokuwa na Sofia Moses. Nikusii endelea kuwa nasi Mwenyekiti wa soko la, la mashine tatu Jafari Sewando ameeleza hali ya usafi sokoni hapo na mikakati ambayo wao wamejiwekea ili kuhakikisha usafi katika soko hilo unazingatiwa. Pia ameeleza baadhi ya changamoto zinazowakumba katika soko hilo. N sisi ni juu yetu kukusanya taka zile zinazowezekana kuzitoa, kuzipeleka eneo ya tukio na zile zinazobaki ambazo ni nyepesi, unaagizwa halmashauri wanapita wanafagia na wao kupeleka kwenye moja moja kwenye udyata kulingana na, na biashara tunazozifanya kwa sababu ni mali mbichi miundombinu. Hali ya soko langu kwa miundombinu sio mizuri, lakini tunapambana nayo mpaka nafika mahala, unakuta kwamba maeneo yanakuwa yako safi. Nao baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo wametoa maoni yao mbalimbali kuhusiana na hali ya usafi wa soko hilo pamoja na njia za kuhakikisha usafi wa soko hilo unaimarika.

Asante sana Sofia Moses kwa kutupitisha katika habari za biashara na uchumi na sasa ni habari za kimataifa zitakazoleta kwako na Mohamed Kiswiri. Naam, zifuatazo ni habari za kimataifa zikisomwa nami Mohamed Kiswiri, tuanzie huko nchini Marekani. Gavana wa jimbo la California nchini Marekani, Gavin Newsom amesema kuwa ataishtaki serikali ya Donald Trump baada ya kutuma wanajeshi kutuliza ghasia katika maandamano yaliyofanyika jijini Los Angeles. Aidha, gavana huyo amewataka waandamanaji hao kutoingia kwenye mtego wa rais Donald Trump. Nao maafisa wa polisi waliwaamuru waandamanaji hao kutoweka katika eneo hilo la kati la jiji, kwani hawaruhusiwi kukusanyika hapo ambapo maandamano hayo yameanza siku ya Ijumaa baada ya ikulu ya White House kutangaza na kuwatuma maafisa wa uhamiaji kwenda kuwakamata wahamiaji haramu jijini humo. Nairobi maafisa watano wa polisi nchini Kenya wamesimamishwa kazi kufuatia kifo cha mwalimu na mwanablogi Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 ambaye amefariki dunia akiwa kizuizini kwenye kituo cha Central cha Nairobi kufuatia kifo hicho cha Albert Ojwang aliyefariki kutokana na majeraha ya kichwa kama ilivyotangazwa na maafisa wa polisi kuwa majeraha hayo ya kichwa alijisababishia mwenyewe na ndio yaliyopelekea ya kifo chake. Baada ya kifo cha mwanablogi huyo, wanaharakati wa nchini humo wamefanya maandamano nje ya chumba cha kuhifadhia maiti ambapo mwili wa Albert Ojwang ndio ulipohifadhiwa. Huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya imewasimamisha kazi maafisa hao watano ikiwemo mkuu wa kituo cha Central. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi tukirejea ni wasaa wa habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Esther Kameta <mikir> Viongozi wa mpira wa mkono chuo kikuu cha Iringa wameeleza maandalizi ya kikosi kipya cha mchezo huo chuoni hapo. Mwalimu wa timu hiyo Stella Michael ameeleza mchango wa wanachuo katika mchezo huo, pia amewaomba waendelee kujiunga na mazoezi hayo, pia ameeleza faida za mazoezi hayo. Kweli wana mwitikio kama unavyoona, wapo wa kutosha hapa, wamepungua kwa sababu ni mbanano wa vipindi, ila wapo wa kutosha. Wana mwitikio mkubwa kwa sababu michezo ni afya na tunajifunza na tunapata ajira pia kupitia michezo, hivyo basi wana mwitikio wa kutosha na ndio maana wanajitoa kwa yo. Naye naoza wa timu hiyo Jessica Matias ametoa sababu za kuandaliwa kwa kikosi hicho mchezo huu kikosi changu kama navo ukiona, tunaendelea na mazoezi mm, no, kwa ajili ya kuimarisha afya na pia kuimarisha kikosi chetu, kwa sababu wengi waliokuwepo kwenye kikosi ni graduates. Kwa hiyo mtikio wangu na maombi yangu ni kuwaalika wanafunzi wengine ambao wanabaki chuoni ambao ni diploma two, di diploma one basela na wengine wanaoendelea kubaki hapa chuoni waendelee kuja kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi ni afya, michezo ni afya, michezo inaburudisha, michezo inaongeza ufanisi na uelewa darasani. Naye mchezaji wa timu hiyo Happy Elisha amewashauri wanafunzi wote kujiunga na, na timu hiyo, kwani ni njia mojawapo ya kuwakilisha chuo icha kuwaambia kama wanafunzi, tuna mtikio mzuri, kwa sababu hii hapa itatusaidia pia, kwanza impact kubwa ambayo itakuja kutokea ni tunatambulisha chuo kwa sababu tukianza mazoezi tukaanza kukutana na timu mbalimbali, tutakuwa tunakitambulisha chuo chetu. Lakini pia mazoezi ni afya, tunajijengea. Ni ma mazoezi ni afya pia kwa ajili so, ya miili yetu sisi binafsi. Mimi cha msingi ambacho ni washauri ni kwamba kama unaona unaweza kuja kujiunga na timu kuja tujiunge, ili tufanye mazoezi kwa sababu pia ya kukamilisha chuo chetu. Na hivi ndivyo wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wanavyoandaliwa ili kupata kikosi kipya cha mpira wa mkono. Ni kutoka kwa Yeah, mtazamaji my... no, no, wa UoI taarifa yake Kameta inatukamilishia. Mkusanyiko wa habari zetu kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Lameki Kigahe, asante na kwa heri.